Mimi nataka uanze kutembea umalize maneno ya hapa, uanze kutembea huko nje, kwa sababu usipotembea, Patilida, usipotembea, ntatembea Patilida, umesikia? Usipotembea utafanya so. Please, Patilida, please, nini, tafadhali tafadhali, tafadhali. Unajua usipotembea hii Kenya iko kama tembea yote sasa. Nataka venye umeleta changes in the leader in the party and you have stabilized the party, start to move. I love sisi tutakuunga mkono tukienda mbele. Kwa hivyo nataka kuhakikishia nyinyi ya kwamba hiki chama kitaondoka kutafuta wafuasi kutoka jamii zote za hapa Trans Nzoia, na mimi naomba nyinyi mwangalie sasa cha chama cha DAP kwa sababu sisi pia tunatafuta kwenda kule juu kwa meza, lazima pia sisi tuwe na wafuasi kutoka jamii zingine.